Kwa majina naitwa Daniel Nanyaro, ni afisa michezo kutoka halmashauri ya wilaya ya Meru, lakini hapa ni mwenyekiti wa mchezo wa mpira wa miguu katika mashindano ya UMISETA ambayo yameanza tangu jana ya. Kwa upande wetu sisi kama mkoa tumejipanga vizuri, mashindano yalianza tangu jana, vikosi vipo vizuri kama ambavyo unaweza ukaona mechi inaendelea uwanjani hapo, na maandalizi yetu tuliyaweka tangu awali ambapo mashindano yalianza kwa ngazi ya wilaya, baadaye tuko ngazi ya mkoa. Lengo letu kama mkoa ni kuhakikisha kwamba tunapata timu nzuri na bora ya mpira wa miguu ambayo itaenda kuwakilisha mkoa wa Arusha vizuri katika mashindano ya kitaifa ambayo yanategemea kufanyika kule mkoani Iringa baadaye mwezi huu. Kwa hiyo, kwa sasa hivi tunaendelea na michezo ambapo wilaya mbalimbali zinashindana na baada ya hapo, kuna wataalamu ambao wamezunguka viwanja vyote wanafanya selection na baada ya hapo, wale wachezaji bora ambao watakuwa wamechaguliwa wataunda timu yetu ya ya mkoa ambapo kuanzia tarehe kumi na tatu ataweka kambi hadi tarehe kumi na saba tayari kuanza safari ya kuelekea Iringa ambapo wataenda kushiriki mashindano ya umiseta kitaifa. Na kusema kweli, sisi kama mkoa tunategemea kwenda kufanya vizuri kama ambavyo unaweza kaona, vipaji ni vingi, vijana wanajitahidi kuonesha uwezo wao, na tunaamini kama mkoa Arusha tutaenda kuwakilisha mkoa wetu Arusha vizuri, na mashindano yataenda vema, na baadaye tunaweza tukarudi na kikombe hapa kwa ajili ya kumkabidhi mkuu wetu wa mkoa.